Jo, jobless wa taifa. <laughs> <laughs> na my brother. Kazi nzuri. Harakati zinaendelea. Ah, mdogo mdogo. Bado unabisha. Eh. Hey, bwana. Vijana, vijana walitegemea wao ndio watakuwa jobless. Eh. Hey. Lakini cha kushangaza ametokea jobless mkongwe ambaye anafanya vijana azidi kuteketea. Akimpindo, unajua? sini ya, ya wewe kuwa jobless ulikuta au yeye ndio alikukuta katika kombolela? Ah, ni mwandishi mwenyewe aliamua kuandika, kwa kwa hiyo sisi tumekwenda dokowakireshi na, na, na, na. kwa nini wewe siku ya ha, kwanza ah, subiri siku ya kwanza ambayo ha, mwandishi anakuhitaji wewe ucheze ile scene, wewe ulipokeaje? Najua ni mkongwe kwenye nafasi. Mimi sini yote nayokuja mbele yangu ua mi natembea nayo. Kwa hiyo yeye kama mwandishi, kuna kitu labda alikiwaza kwangu mimi, aliona kwamba inawezekana kwamba naweza nikafikisha kile ambacho yeye anakitaka. Mi aliponipa mimi nikaona mwendo tu uh, gani ilikuwa si ngumu sana kwenye kongolela. Ya kukauchi mbele ya China. <laughs> ngumu. Ya kukauchi mbele ya <laughs> <Mili kwa seningu. laughs> Mbele ya China, da ya China yeah. Eh, ah, yeah, sisi, ni kwa noma sana mtu. <mulia> mtu gani unamkubali sana kwenye kwenye kombolela ukiachana wewe mwenyewe, aisee? Kombolela unajua ile nyumba yetu yeah. ni vyumba vile, au sio? yeah, yeah. kila chumba kina moto, huwezi yeah. kusema kwamba nikienda chumbani kwa kina siwa yeah. kuna ladha yake sio? yeah. nikija chumbani kwa mzee Kikala yeah. kuna ladha yake sio? yeah. Ukija chumbani kwa Kobisi, kuna ladha yake. Ukienda chumbani kwa kinacholo kuna ladha yake sasa, yani kila chumba kimewakilisha kimpango wake yeah, yeah. na kutoka no. Yani, chumba hiki kikiingia chumba, yani hiki chumba cha kwanza, hiyo siwezi ku point moja kwa moja wamefanya vizuri, lakini asilimia tisini wote wamefanya vizuri ni ngumu, ni ngumu, siwezi kwenye kombolela, ndo tunaishi vile. Sasa sina status nyingine zaidi ya nje ya kombolela, si ndio? Nje ya kombolela ina maana atakuwa lumole matovolo, sindio? Ndani ya kombolela ndo unampata Kobisi Kikala na, na karakta yake. Kwa hiyo nje ya, ya, ya, ya Kobisi unamkuta mtu mwingine tofauti. Kwa hiyo hata yeye nje ya kumbolela anaitwa salama ulaya, haitu tena Shida Masamba. Shida kwanza ni mlokole wezi nani yule, Shida Masamba, bila shaka, yani hamna tatizo kabisa. Uswahili ni yani, yani maigizo tu, anaishia pale, anamkia pale yako Ah, mimi sina foundation yeah. Mi yeah. Yeah. Na kampuni tu muda mrefu ipo, inaitwa Elmat International, inashirika na vitu vingi sana Mola wala. Ila hicho alichokifanya yeye usiku wa mvuje sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana kwa sababu watu wengi wanauliza mvuje kwa nini, si ndio? Yeah. Aliyepata mtoto yeah. Atajua mvuje ni nini Sawa kwa sababu watoto huwa usiku wanashtuka shtuka sana. Aye, okay. na kile ndio kitu ambacho watoto huwa wanafungwa, kwa hiyo na sisi ambao tunapenda kula mvuje ni, ni, ni, ni, ni testi katika chakula, ni testi katika pilau, ni testi katika biriani, ni testi kwenye kababu, kwenye mboga au sabana. pia ni tiba. Kwa hiyo situna enjoy niliweke niliweke clear swali la dada hapa kwamba tutegemee utakuja usiku wa majobless ah, <laughs> ah, inawezekana. Sio sio sio shida, kwa sababu yeah. Umeanza usiku wa, wa, wa, wa mbuje, tulianza ah, na usiku wa, wa vyombo ah, usiku wa vyombo ni kwenye ni kwenye, kwenye stori story. Ni yani okay. Shida na kumbana naye kila siku okay. Yeye yeah, anahangaika tu na okay. Sawa, usiku wa vyombo ainiake kwa sababu watu wakinona wanacheka, alafu wanasema mbona wana huyu na yule tunamwona yuko tofauti, anieika tofauti kwa sababu yule ni si mimi Kobisi, mlematogolo. Kwa hiyo watu wanashangaa, walitaraji kwamba atalikuta labda itembea vile mchafu hivyo, mchafu hivyo. Kwa hiyo akikubwa watu wanashangaa kwamba kumbe hata navaaga, kumbe hata yuko hivi

You are watching Metro Media TV, usisahau kusubscribe comment na kulike.